Tanzania kampuni ya rangi nambari moja Afrika Mashariki na Kati, na wako hivi kwa sababu wana bidhaa bora, wana mafunzo bora kwa ajili ya fundi. Kama una fundi wako hajui hatua saba za kupiga rangi a ya, yani kwanza kwenye, kwenye plaster pale, hajui kwamba kuna alkali special primer alkali resistant special primer ya kwanza, hajui kwamba kuna kuweka skimming layer ya kwanza sii kwa eh, eh, layer, layer pili And then hapo kuna kufanya nini msasa, hajui hapo kuna, kuna binder, hajui kuna undercoat, hajui kuna topcoat, aa, huyo atakuwa fundi, aa, alijifunza kwa uzoefu. Si mbaya lakini lazima uongeze ubora wa kazi ambayo unaifanya ili ujivunie. Na usema kabisa jamani, una, una, unafanya mafunzo haya, unapata cheti chako una, una, una, una save kwenye simu yako afu angalia mteja, unaona hapa nimefundishwa na Plascon. Wao ndio wameniwezesha wewe rest assured siwezi kukudanganya wewe, hapo nitakupa ushauri mzuri, rangi utachagua unayotaka wewe, kuta za nje, kuta za ndani, mwisho wa siku kazi nzuri kabisa ipendeze. Plascon, color your world.